Wakati Irani na Israeli zikiendelea kushambuliana kwa siku za hivi karibuni, kumekuwa kuna tetesi huenda Donald Trump akaiunga mkono Israeli ili kuishambulia Irani. Sasa Rais wa Marekani Donald Trump anasema atafanya uamuzi kuhusu kama Marekani itaungana au haitajiunga na vita vya Israeli dhidi ya Irani ndani ya wiki mbili zijazo. Afisa mwandamizi wa ikulu ya White House amesema Alhamisi amesema atafanya uamuzi ndani ya wiki mbili zijazo kuhusu kuchukua jukumu la moja kwa moja kijeshi katika mzozo huo. Msemaji wa ikulu ya White House, Karolin Levit aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano nao. Levit amesema uamuzi huo unategemea mtazamo wa Trump kwamba Irani huenda ikakubali au huenda isitake suluhisho la kidiplomasia kupitia mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia. Matamshi hayo yanakuja wakati ambapo Irani na Israel na washirika wa Marekani wanasubiri uamuzi wa Trump kuhusu kama ataingilia vita vinavyozidi kupamba moto katika Mashariki ya Kati. Trump ameitaka Irani ijisalimishe bila masharti katika siku za hivi karibuni, jambo ambalo ya Irani imekataa kata katakata. Mashirika kadhaa ya ndege ya Marekani, hata hivyo, yamesitisha safari za ndege kwenda mashariki ya kati. Shirika la ndege la United Airlines limesema Jumatano kuwa limesitisha kwa muda usiojulikana safari kati ya New York, New Jersey na Dubai na falme za Kiarabu. Shirika la American Airlines limesema linasitisha safari kati ya Philadelphia na Doha, Katari, angalau hadi Jumapili na litaendelea kufanya marekebisho ya ziada kadri ya itakavyohitajika. Mashirika yote mawili amesema yanafuatilia kwa karibu mzozo unaoendelea na yatafanya juhudi kuwatafutia wateja wake nafasi mbadala. Wiki iliyopita shirika la Delta Airlines nalo lilitangaza kusitisha safari zake kwenda tel Avivu, Israeli, ambako uwanja wa ndege wa Ben Gurion bado umefungwa kwa safari za abiria wa kawaida. Nako nchini Irani, kiongozi mkuu wa Iran Ayatola Ali Hamenei amemteua Brigedia Jenerali Muhammad Karami kuwa kamanda mpya wa vikosi vya ardhini vya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran IRGC, kikosi cha paramilitary kinachodhibiti makombora ya masafa marefu ya Iran, kufuatia mashambulizi ya Israeli wiki iliyopita ambayo yaliwaua maafisa kadhaa wa ngazi za juu jijini Tehran. Karami anachukua nafasi ya Mohammad Pakpu ambaye aliteuliwa wiki iliyopita kuwa kamanda mpya wa IRGC baada ya kuuawa kwa Hossein Salami ambaye alichukua siku nne tu kabla ya kuuawa. Hata hivyo, Alhamisi Juni 19, mamia wa raia nchini Irani wamejitokeza kuwazika raia waliouwawa raia wa Israeli kama unavyowashuhudia katika picha hizo wakibeba mabango ya kuiunga mkono serikali lakini katika nchi hiyo pia ya Iran, shirika rasmi la habari la nchi hiyo IRNA limesema kuwa serikali imeanza usajili wa uharibifu kwa majengo yaliyoshambuliwa katika mashambulizi ya Israeli. Limesema kuwa waziri wa maendeleo ya miji Fazani Sadegi ameahidi msaada wa hali ya juu kwa ajili ya ujenzi upya na ukarabati wa makazi ya watu. Katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Irani imemtaja balozi wa Ujerumani kufuatia ya kile ilichokiita matamshi yasiyo na busara na yasiyo ya uwajibikaji ya kutoka kwa kansela wa Ujerumani akiunga mkono Israel katika hatua zake zinazokiuka sheria za kimataifa, shirika la habari la serikali hiyo IRNA liliripoti. Kwa mujibu wa IRNA, wizara hiyo ya mambo ya nje kwa mujibu wa IRNA, wizara hiyo ya mambo ya nje iliwasilisha upinzani mkali wa Teherani kwa Marcos Potse kufuatia kauli za kansela huyo wa Ujerumani ambazo zilitaja kama anaunga mkono moja kwa moja kwa uvunjaji sheria na matumizi ya nguvu dhidi ya nchi na serikali iliyoko madarakani. Katika mkutano huo wa Alhamisi, Irani imesisitiza wajibu wa Ujerumani wa kimataifa kama nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupinga vitendo vya uchokozi vinavyokiuka sheria za kimataifa. Irani imeeleza kuwa shambulio la kijeshi la Israeli dhidi ya Irani linakiuka moja kwa moja kifungu cha pili aya ya nne ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, na ni mfano dhahiri wa kitendo cha uchokozi kinachopaswa kulaaniwa na nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa. wakati vita hiyo ikiwa imeshika hatamu mashariki ya kati, harakati Al Nujaba, mojawapo ya makundi makuu ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraki, limetishia kuwashambulia raia wa Marekani endapo kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah ya Ali Khamenei atalengwa katika mzozo unaoendelea kati ya Israeli na Irani kutokana na Israeli kuendelea kutishia kwamba sasa hivi tageti yao ijayo ni kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Katika taarifa yao wanasema, hatutakuwa na usalama kwa mwanajeshi yeyote, mwanadiplomasia au hata yeyote mwenye raia wenu katika eneo letu, maslahi yenu yote ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja yatakuwa malengo halali kwetu maadam bado tunavuta pumzi katika dunia hii ovu, ilisema taarifa ya kundi hilo. Hadi sasa wanamgambo wa Iraki kwa kiasi kikubwa wamejizuia kushiriki moja kwa moja kwenye mzozo huo, ingawa ndege tatu zisizo na rubani zilirushwa kuelekea kituo cha Ain Al Asad kinachohifadhi wanajeshi wa Marekani magharibi mwa Iraki ziliripotiwa kudunguliwa Ijumaa baada ya Israeli kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran na hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo kwenye kambi hiyo. Kwa upande wake, rais wa China ameungana na marais wengine wa Korea Kaskazini pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo kwa upande wake Xi Jinping wa China amewataka Israel na Iran kutekeleza kusitisha mapigano mara moja katika mzozo wao, ambao anasema una hatari ya kuenea kwa nchi nyingine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Amesema kama mzozo utaendelea kuongezeka, si pande zinazokabiliana pekee zitapoteza zaidi, bali pia nchi za kikanda zitapata madhara makubwa, amesema Shi wakati wa mazungumzo ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin Alhamisi ya Juni 19 kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Shinhua. Amesema pande zinazokabiliana hasa Israeli zinapaswa kusitisha mapigano haraka iwezekanavyo ili kuzuia hali kuongezeka zaidi, na kwa dhamira thabiti kuepuka kuenea kwa vita, ameongeza Shi. China imejaribu kudumisha uhusiano mzuri na nchi za kiarabu upande mmoja na Israeli upande mwingine, bila matokeo makubwa ya vitendo vyake vya moja kwa moja kwenye maeneo hayo. Naye rais wa Israel Isaac Herzog amesema diplomasia inaweza kuwa sehemu ya suluhisho katika mzozo wa Irani na Israel. Alipoulizwa itakuwaje iwapo Marekani itaamua kutojiunga na vita, Herzog amesema politiko, tunajua la kufanya. Tumeonyesha kwamba tunajua la kufanya na tunaweza kujitegemea. Jeshi la Israel limesema Alhamisi kwamba Irani ilitumia kombora lenye vichwa vingi vya vita katika shambulio lake, jambo linaloweka changamoto mpya kwa mifumo yake ya ulinzi weza kujizuia kombola la aina hiyo. Tofauti na kombola lenye kichwa kimoja tu, makombola yenye vichwa vingi vya vita huleta changamoto kubwa zaidi kwa mifumo ya ulinzi wa anga kama Iron Dome ya, ya Israeli. Wakati rais wa Israeli akizungumza kauli hiyo, naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Alhamisi kuwa Israeli inabadilisha uso wa dunia katika vita vyake na Irani ambavyo sasa vinaingia siku ya nane. Amesema nilisema tunabadilisha uso wa Mashariki ya Kati na sasa nasema tunabadilisha uso wa dunia aliambia la utangazaji la Umakan na kuongeza kuwa Israeli imeharibu zaidi ya nusu ya vituo vya kurushia makombora vya nchini Irani. Wakati viongozi hao wakuu wa taifa la Israeli wakizungumza hivyo, kwa upande wa wananchi wao wanasema, Irani inatuua, mauaji ya halaiki yanafanyika nchini Palestina kwenye eneo la Gaza, Israeli na hata ndani ya Irani. Tunasema kwa unyenyekevu, tusameheni, sisi tunatamani amani, vita hivi vikome. Wamezungumza wananchi wa Israeli walipoandamana, wa kama unavyoona kwenye picha upande raia wa Iran wanashiriki maandamano ya kimapinduzi pia wakiwa mitaani wakibeba picha ya kiongozi mkuu Sayidi Ali Khamenei, wakiwaombea na kuwakumbuka mashahidi wa Gaza na Iran. Lakini ni nchi hiyo hiyo Israeli ambayo ilihusika moja kwa moja na kuwaua mashahidi hao wa Gaza na Iran. Leo hii raia wa Israeli nao wanalia, wanaomba rehema, msamaha na mwisho wa umwagaji damu, lakini bado wanaendelea wanasema, je, si wakati sasa wa binadamu kushinda chuki? Je, si wakati wa kwa silaha na kuinua mikono kwa ajili ya maelewano. Tunataka dunia isikie, sisi ni binadamu, tunahitaji amani, vita vikome. Lakini mataifa mengine yameendelea kuondoa raia wake pale mashariki ya kati, hususani katika taifa la Israeli ambapo mataifa mengi zaidi yana wananchi wake katika eneo hilo. Kwa upande wake, Japani, China, Indonesia na Oman zimesema Alhamisi kuwa zinaandaa mkakati ya kuwahamisha raia wao kutoka Irani na Israeli, huku mzozo kati ya nchi hizo mbili ukizidi kuongezeka. Japani imesema inatuma ndege mbili za kijeshi Jibuti kwa ajili ya uwezekano wa kuwaondoa raia wa Kijapani kwa njia ya anga kutoka Irani. Waziri wa ulinzi Gen Nakatan amesema ameagiza kupelekwa kwa ndege mbili za mizigo aina ya C2 pamoja na wanajeshi mia ishirini katika taifa hilo la pembe ya Afrika ambako Japani ina kambi ya kijeshi takribani wa Japani 280 wako Irani na wengine elfu moja wako Israel. Nao ubalozi wa China nchini Israeli kwa upande mwingine ulitangaza kuwa utaandaa usafiri wa pamoja wa mabasi kuhamisha raia wake kutoka Israeli kuanzia Ijumaa. Taarifa iliyowekwa kwenye akaunti ya mtandao wa kijamii ya WeChat ya ubalozi huo ilisema raia wa China wangeondolewa kupitia mpaka wa Teba kuelekea Misri. Serikali ya Indonesia nayo imesema itaondoa raia wake kutoka Irani. Takribani watu 386 kutoka Indonesia, wengi wao wakiwa ni wanafunzi, wako Irani hasa katika mji wa Kom. Wizara yake pia imesema awali kuwa takribani Wanaindonesia mia tisini na nne wako Israeli, wengi wao wakiwa a mji wa kusini wa Rafa. Nao Oman pia umesema kuwa tayari umehamisha raia wake 245 na, na raia wengine kutoka nchi mbalimbali kupitia mji wa Bandar Abbas ulioko pwani ya Ghuba ya Uajemi nchini Iran. Mimi ni Kuru wa Majuru na hii ni Msasa Media. Msasa, kisasa zaidi.